B. Poje fusinga koita moniski. Yani mda wote tapia kelele huko mondani na ita chifu chifu mpaka majikoni masebreni huko mavyumbani. Kumba upo kwa alfika kimema nake nini? Wewe. Nani amekuruhusu nipandishe sauti? Na imekuwaje mpaka umekuja katika nyumba yangu, umepita kote umekuja mpaka sehemu mbona fanyaga shughuli zangu za kiofisi? Nani amekupa hiyo zini? Hivi unajiona unachokiongea? Na mimi si mke wako ama ni mke wako, na tumefunga ndoa? Yani, mimi hapa tulipo, mimi na wewe ni mke na mume wa halali? Umechanganyikiwa eh? Yani mimi nifunge ndoa na wewe e? Nisikilize mwanamke, sijawahi kukupenda, na haitokuja kutokea kuvutiwa nawe kwa chochote kile. Mimi mwanaume najeshimu, na istoshe, mii tayari moyo wangu kuna mtu ulishapenda, na yuko munanu na kujua veewelesiavyokuwa mshenzi Naomba nisikize Sonia, hivi navyoongea na wewe, toka katika nyumba yangu na sitaki tena utie mguu wako katika hii nyumba, unaweza ukaenda, ujanelewa. hey! wapi nimekuambia, toka katika nyumba yangu, au nitake action ndio ona kwamba niko serious? Sio, toka Sonia, toka Ah. Malebo, nimekuja kurejesha simu yako mwaya, nashukuru imenisaidia, yeah. Ah, kama imekusaidia jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli, maana hii simu sabra, kuna muda betri nashangaa tu limezima wakati ilikuwa full. <laughs> <laughs> Doko, mm -hmm. yeah. Samale, uh, uku, kuna muda laini haisomi na kuna mtu unaweza kumpiga mtu unasikia tu kama na koroma yani, basi tukaa, lakini kama imekusaidia mimi nashukuru. Samalebo, mi pia nimekuja kwa rafiki yangu nilipoeka laini huku, kuna rafiki yangu anaitwa Flora anaishi mjini, kwa hiyo alikuwa amenitafutia kazi alafu nilikuwa sipatikani uh, kwa mi niambia niende haraka sana, kwa hiyo inabidi niondoke leo leo ili kesho nianze kazi mwaya. Sabra anaondoka ndio marebu? Basi sawa Sabra, mimi aena kutakia safari njema, ila kumbuka tu kwa muda mchache aishi na sisi, umeacha alama ya upendo mioyoni mwetu, ambayo daima tutaendelea kuikumbuka. Mimi nikutakia safari njema, lakini vipi, una unaondoka naile shemeji yako ama? Ah, naondoka mwenyewe, malibu huko nilikuja tu kwa matatizo. Nashukuru Mungu, matatizo yameisha, shemeji naye amepona. Acha tu niende nikafanye kazi ili maisha mengine yaendelee. Sawa basi, acha na maize kikiloba kimoja afikishane kusinikize amna usijali Malibu, huw endelee tu na kazi. Nimwache shemiji anajiandaa, ila nipeleke stendi. Usijali basi sawa, nataka safari njema, lakini sabra tumeshakuwa kama ndugu sasa. Basi tue tunawasiliana, usijali. Tutawasiliana tu. Sawa. Usinisahau. Nitakuwa nakupigia, sawa? Bas, bye. Kwaheri, umshinde salama sawa? saa Unafahamu kama leo ni birthday mashuranga ndiyo aliniambia kama chahii leo mkiwa mnasherekea hakikisha unamwekea kwenye kinywaji chake ili aweze kulewa zaidi na akishalewa hakikisha unakutana naye kimwili ili kukamilisha kazi yetu kwani haywezi kulazipombe zingine mpaka nitumie hii maana mimi naogopa kiniona. Je, huoni kama litakuwa tatizo kubwa? Jamani, Masulanga yuko makini sana, huwa alii kufutiliza kwa sababu anajua lolote linaweza katokea. Sasa nitajitahidi dada yangu, li umependeza sana kena ile mavazi yako meupe yakwaa Asante. Kwa sasa wewe ni rafiki yangu, hivyo naweza kuja kujibu vyote. Bosi, huyu ndio yule rafiki yangu anaitwa Sabla ambaye tulizungumza kuhusu kusaa kumtafutia kazi hapa ofisini kwetu. Ah, Sabla, yes. msimkwetusaba nafai kufahamu. Nashukuru ulipo utaratibu yote, na bila shaka hata ofa ya kiasi ambacho nitakia kumlipa umeshamwambia, bila shaka E, tulizungumza kila kitu, nilimpa utaratibu ila nikaona aje kwanza hapa kufika kwa asili kabla ajaanza majukumu yake. Basi sa, sa. Ya, e. Karibu sana, nashukuru Nash. Karibu sana, asante. Mi nafikiri kwa sababu umeshapata maelekezo ya kutosha na mimi nimekupokea. Flora, mpeleke sehemu husika kwa ajili ya kuweza kumuonyesha mazingira yake ya kazi. Sawa, asante sana, Mungu akuweke.

Mambo sasa. Ah. Wewe umekosea. Amna, si unajua mjini tena ikaeka nyingi pilika pilika za hapa na pale. Sema sasa nimekuja hapa kwa kutaka kunisaidia rafiki yangu. Unajua nimeenda kwa Sonia hapo anapokaa. Nimekutana yule yule ake si ndo kaka yake yule bonge yule, ameniambia kauli ngumu sana kiasi cha kwamba nimeshindwa kumwelewa. Alafu na nimejaribu kumpigia mwenyewe, sioni, hapatikani. Kwa hiyo nikasema hapa nje kwako, huenda labda unajua alipo mume wake. Hebu acha utani. Hebu kwa serious. Kani, mimi sije kwa utani hata siku moja. Alafu afumwezago sichanijua sina hiki, Koromeo. Si sistiri neno hata kidogo, yaani kila ninachokuambia ni cha ukweli kabisa. za zason anazijua. Masuala ya madama dama, kwa mganga huyu, kwa mganga yule, akamteka yule bwana akamuoa, ila sasa unavijua dawa za kwa mganga hazidumu, anatimuliwa kama mbwa. Hmm. amakula nake ni changamoto alafu sio mta kufanya vitu kama hivyo kabisa sema sawa wewe kama utajibu kuongea naye siku mbili tatu hizi utamwambia tukani alikupa na kuulizia sawa <laughs> shanza mambo yako basi sawa ndobukujifikiria mm -hmm. <laughs> basi sawa <laughs> <laughs> <laughs> <Basisa. laughs> Kuna nini kinachoendelea? Mbona sielewi? Yuko wapi Sabla na yuko wapi Yasel? Wameenda wapi? Napiga simu zake hazipatikani. E, napomuuliza bro, Sabla yuko wapi, anikatia simu. Tatizo nini? Mbona familia yangu imenitelekeza kiasi hichi? Nimewakosea nini? Eh, Mungu hey, emu hey, naomba kama kuna tofauti yoyote ambayo niliweka kati yangu mimi na familia yangu naomba ikae sawa. Naipenda familia yangu mno, najikuta naumia kila ninapoikumbuka huko <sighs> kote walipo, naomba rudi nyumbani ese. mwaka mwingine, kipenzi changu. Asante sana kipenzi changu babe, ukisha kuwa na mwanamke

Wewe ni tajiri ya ganena mm. Mwanamke anaweza kukupenda kwa sababu ulimpa msaada, kwa hiyo akawa tu analipa fadhila, lakini pia mtu akija kwako kwa ajili kwa kwa ya pesa, huyo yupo kwa ajili ya maslahi. So pen Maida Maida mi alinipenda bila kuangalia kitu chochote kile. Hiyo tafsiri yake, alikuwa na mapenzi ya dhati na mimi. Naumia kila mara anapomkumbuka Maida. Umefuata nini nyumbani kwangu? Ah, habari yako? Kuna msalimia nani? Yaani nani brother wako na, na umefuata nini nyumbani kwangu na kuuliza, umefuata nini nyumbani kwangu? Mimi sina mdogo kama wewe, toka haraka nyumbani kwangu. Nitakuitia mwizi sasa hivi, umenielewa vizuri? Toka uondoke. Ah, Tafadhali bro. Naomba tusifike huko.

Wewe ni mgeni, sura kidogo ni mgeni, na pia taarifa zako pia ni nazo. Kama bosi wa hapa, mimi ndo namiliki koti hapa na unaviona vifaa viko chini yangu. Mahera yote yanaingia kwa hata eh? Wewe taarifa zako ni nazo angalau kwa uchache wakaniletea na nini pale, nika kuangalia kidogo, nikaona sura yako si mbaya, inavutia. Mimi ndo nikatia tiki pale, mimi ndio nimetoa izini na wewe uajiriwe na si mtu mwingine, sio mtu mwingine wa kumsikiliza. Kauli ni moja tu kutoka kwa meneja lingo, basi unakuwa unaka Ah, wale wa, eh, nimezungumza nao na pia wamenipa maelekezo yao. Nikasema nitakupa mrejesho baadaye atakapofika. Ah, basi sana. Eh, nenda kaendelea majukumu, lakini baadaye nitahitaji kukutoa sehemu. Eh, nimetii bosi, hana shida yoyote. Asante bosi wangu. Ah, mazingira masafi. Vipi? Unafanya safi pekee hapo? Ndio. Nimependa uchapakazi wako, naheshimu sana hapa kwa Wanda. Muda ndio kiasi. Nashukuru sana boss. Asante. Ah, haujisikii kuchoka vile, nikusaidie? Hapana boss. Nishazoea. Sawa. Ni boss. Sawa. mwililiki kumfukuza mwanamke ambaye alikuheshimisha, mwanamke ambaye amekupenda kwa dhati, ukampa na taraka tatu, alafu ukaenda ukamua rafiki yake. Una akili kweli wewe? Mimi nikaje nikaumwa na nyoka, nimeugua mguu muda mrefu. Wewe ukawa mtu wa kwanza kuhamasisha mguu wangu mimi ukatwe, hivi inakuwaaje hiyo? Mimi haujijui sindio? Kwa hiyo yule alikuwa ni kopi yako, sio wewe. Sawa, mkamsababishia matatizo mtoto, wewe na huyo mwendazi mwenzio Sonia. Mtoto akawa kama chokoraa mtaani, akawa anaishi ovyo kama ana mzazi, akaja akafariki. Aya, umeshindwa kuja kumzika mtoto wako, hiyo nayo ikoje? Mimi nisababisha mtoto wangu kufariki? <tos> <tos> <tos> <tos> Kaka, hata ukiniuliza sababu ya yote nini, mimi sifahamu chochote kile, sijui ama nachokijua. Lakini ninachoweza kusema naomba mnisamehe, kwa sababu hata ukiniuliza sababu ya yote haya ambayo nimeyatenda nini, mimi sina cha kujibu, sina cha kujibu. Inawezekana kweli mimi nilikuwa na madhaifu, lakini haki ya Mungu, siwezi kufikia lombaya kufanyia ukatili kiasi hicho. Kaka yangu Lusu, mguu wako kakatwe, siwezi, siwezi kushindwa kuja kumzika mtoto wangu niliyekuwa nampenda kwa dhati. Nichagulieni hesabu ya aina yoyote ambayo mnahisi naweza nikastahili juu ya haya ambayo yametokea. Lakini nahitaji mnisamee. Mimi sijui chochote kinachoendelea. Sijui mimi. Sawa, bro wangu, mwanangu. I'm sorry. Ni wewe unakutegemea. Usiniache mdogo wako, sije kama wewe, kanisamee bro. I'm sorry. Na ikwapi Sabla? Sikiliza nikwambie, huyo Mungu ambaye unamzungumzia wewe alishindwa kumsamehe shetani na ameahidi mpaka siku ya mwisho tachomwa naye moto, kwa watu wenye akili mbovu kama wewe. Mimi Sabra sijui yalipo, ila nashukuru aliniuguza, alinijali, lakini baadaye akaondoka, sijui yalipo, na kwa maumivu ambayo alimpatia Sabra umemtengenezia sumu ambayo itakaa moyoni mwake mpaka anafariki. Hataweza kusahau mkango. Wewe mimi ni kaka yangu, nombava vyatu vyangu, unaniambia, unaniumiza kaka. Mimi nampenda Sabra, nakupenda wewe, nampenda na mtoto wangu Asiri. Nisameni, mimi sijui chochote kinachoendelea. Sikiliza nikwambie naomba unisamehe mimi pia kwa sababu ya kushindwa kukusamehe. Mimi nakwambia, usifanye hivyo bro. Wewe ni kama shetani tu, toka kwangu, ondoka sasa, niache nifikirie. Nikiona napaswa kukusamea nitakusamea, nitakusamee, lakini na kitu kizito kiko ndani ya moyo wangu kushe. Acha kuongea na mimi, mpumbavu wewe.